Yule mtu unayemsaidia sana, ndiyo huwa anageuka kuwa adui yako sana. Kuna watu hapa wanawazas mani shida yangu. Kuna binti mmoja nilimtoa kijijini, alivyokuaga, ukimwona anakuonyesha na picha, unamwona kweli binti ametoka kijijini, ametimua na nywele na yale machanuo tuliyokuwa tunateleza machanuo, unalichemsha kwenye moto nywele zimetimka hivi, yuko kijijini anakuja mjini kufanya kazi, kamepika kama binti, kamekuwa kastaarabu, kamechangamka, kanamsumbua baba wa nyumba. Yani huyu mtoto amefanikiwa, ana kazi, ananitukana mimi, kaambia nenda zako wewe. Mtu unayewekeza kwake sana, huyo ndiyo mtu ambaye baadaye huwa anageuka kuwa adui yako. Lakini taarifa nyingine nzuri kwamba huwa hawaishi muda mrefu. Tulia, usubiri muda wake uishe. Kwa hiyo yule uliyemshika mkono akakusaidia, ukamsaidia, ukam, ukambeba, ukawa naye akigeuka, usipambane naye, mwache Mungu ana kawaida ya kushughulika na watu wa na namna hiyo. Umenielewa eh? Umenielewa eh? Usipambane naye. Hivi unajua kwa nini mtu unayekuwa naye karibu ndiyo anakuwa adui? Unajua maana yake? Unajua maana yake? Unajua sababu yake? Ni kwa sababu unapokuwa naye karibu anauona udhaifu wako. Alafu kwa kuona udhaifu wako, anahisi sasa wewe sio mtu wa Mungu. Yuda na Yesu wanakaa pamoja. Unakumbuka vizuri Bwana Yesu alipokuwa na wanafunzi wake kwenye kisima cha Yakobo, Biblia inasema Yesu akabaki na akabaki peke yake kisimani katika hali hii hii maana wanafunzi wake walikuwa wamekwenda kununua chakula. Na mtu aliyekuwa anahusika na manunuzi si ni Yuda Iskariote. Anajua chenji, chenji nini? Yaani yeye na Bwana wanafahamiana kwenye mambo ya chenji, chenji. Anajua huyu <laughs> jamaa yetu naye, kumbe hata sio mtu wa Mungu. chenji za juzi zilipoteleaga wapi? Za huduma hazionekani. Kwa hiyo anadanganyika kwamba kwa sababu huyu ni mdhaifu, si mtu wa Mungu. Kila anayefanya vibaya hafanyi yeye mwenyewe, ni kudanganyika, kudanganyika, deception. Hakuna kitu hatari kama deception. Unaweza ukamwona mtu umemtoa chini kabisa, alikuwa, alikuwa waajabu, halafu na kenyewe kanatunisha misuli kanatunisha na kenyewe. Usishindane naye, mwache afe kama alivyopangwa. Mungu yuko hivi, Mungu yuko hivi, hakuna wema unaomtendea mtu ambaye Mungu hatakupa thawabu yake. Wewe tenda wema, do what is right the rest, Wafanya mema halafu mengine mwachie Mungu. Umenielewa eh? Umenielewa? Umenielewa? Baba. Kuna <laughs> msichana mmoja nilimtoa kijijini, aniuzie duka langu la Tigo Pesa, kaondoka na mtaji mzima. Ile float yote ya Tigo pesa milioni arobaini fiu, float ya Airtel fiu, float ya Vodacom fiu, float zote hazipo. Mama anashika nikimwona lazima nimuue. <laughs> naambia mwanangu mimi, haya ishanipata, na ameokoka ananiambia mimi nikopeshe nikopeshe nikopeshe nikopeshe milioni tatu. Hiu, ya nini? <laughs> niwalipe watu wamuue? <laughs> anaomba mimi nimkopeshe milioni tatu awape watu wa kumuua na ameokoka ameumia. <laughs> Oteote bilioni hamsini ya Tigo wameondoka nayo, floti ya boda ameondoka nayo, jumla milioni 75, kaondoka nayo baba. Nikopeshe milioni tatu. Ya nini? <laughs> Nitafute watu wa kumuua, ni walipe wa muue. Unawajua wauaji, mwanangu? Unawajua? Nitaulizia, nitaulizia, nitaulizia. <laughs> Maumivu yanazungumza. <laughs> adui wa mtu adui wa mtu ni wale wa nyumbani mwako. Hakuna mtu mbaya kama ndugu wa, kama adui wa nyumbani. Chunga sana, kaka yako akigeuka kuwa adui ni balaa. Dada yako, mjomba wako, usidanganywe. Unasema hii ni damu yangu, damu yako <laughs> ndugu wa karibu ni hatari ndugu wa karibu huwa ndiye anashirikiana na watu wa nje kufungua mlango. Hata wewe kwenye familia yako unasema hakuna adui ndugu, unajidanganya. Kama hujamwona yupo, hajawahi kujifunua tu, hajawahi kujifunua tu. Lakini ndugu, kaka, ndugu da, adui kaka, adui baba, adui mama, mpaka mama mzazi Unashangaa, huyu mama mzazi amenizaa akanilea. Kwa nini hakuniua nipokuwa mtoto mdogo? Roho ya uadui ilikuwa haijaingia ndani yake. Uadui ni kama roho ikimwingia mtu lazima iondoke naye. Nataka kusema kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa ha, maishani mwako mwote. Sema ee hey. Kila utakalofanyiwa jambo na mtu useme sikustahili, ni kwa neema tu. Utakapofika wakati ukafanyiwa jambo ukaona amenifanyia, kwa sababu yeye si baba yangu, ana wajibu wake umeisha. Lolote unalofanyiwa moyoni mwako useme sikustahili kabisa, ni kwa vile tu Mungu amemtumia yeye kunisaidia mimi. Narudia tena Usaliti unaanza mahala ambapo alikuwa ananisaidia mara moja kwa mwezi, siku hizi kaacha, namchukia. Alikuwa anakusaidia siku hizi hakusaidii, kwa hiyo unamchukia. Maana yake kwamba ni wajibu wake kunisaidia, wajibu wake kunisaidia. Nikwambie, kila unapopokea kutoka kwa mtu yoyote, usihesabu ni haki yako, useme ni kwa neema. By God's grace ni Mungu amenipa kupitia mikono ya binadamu. Narudia tena, it is God who is giving you through human hands. Ni Mungu. Ukisahau hivyo tumeisha, ukisahau hivyo umeisha.